Basi tunasonga mbele. Katika sehemu ya kumi <tipen> na nne. Katika sehemu ya kumi na tano, kumi na nne. Zaidi sana kitu na kitu Kingmaker. Inazidi kulinda mandala nyumba. Zaidi sana kutoka full respect family. Twende sambamba zaidi. Jukumu la binti kumtafuta mfalme katikati ya watoto, <tipen> ili fail. Lakini leo kuna binti moja ilikamatwa na walinzi kama mwizi. Sasa alipoletwa kwa princess, princess aliruhusu aachiliwe. Teta. Chanchi chipi? Akasema mwache. Inezekana na njaa huyu mtoto. Katoka gora. Binti chukua chakula na uende. Alikuwa ni binti mdogo sana. Bibi anasema kulikuwa kuna sababu mimi kufanya tukio kama hili. Ila kwa kunisamehe sitasahau zile hema. Princess sasa, bibini anaweza kukusoma tu uso, alipomcheki uso alipata hatima ya binti huyu. Ingawa ana maisha magumu ya wizi wizi mdogo mdogo, lakini katika vitu alivyokuwa navitafuta, alidhani anaweza mtoto wa kiume nao atakuwa mfalme, lakini anaona sura ya, ya empress, yani mtawala mwanamke kwa binti huyu. Ah, anasema bila shaka atakuwa ni mtoto huyu ana macho ya moto manake, utabiri yeah, wa kifalme huku juu yake. Sasa ubinti anaishi maisha magumu kwa sababu pia baba yake mzazi alipoteza maisha. Sasa kwa nini unataka kumfanya a, atakuwaje impress katika siku za baadaye? Tutajua ajasau, sura ya binti anamuita Jang Yumini, Jang Yumini. Basi pamoja na maisha haya, Jang Yumini

kutosha pa. Ongeni mstari hapo mwanze kutoa pesa, watu wanatoa pesa nakwambia. Basi huyu binti ambaye wanamuita Keso, ch ana mtu ambaye anamdai pesa za, pesa za baba yake. Bwana anasema zile pesa za baba yako tuliweza kuzitumia kumzika nazo alifanya kazi zaidi yayi zaidi ya mia moja kwen, yani mb mtoto kicha nini. Ingawa familia yangu imeteketea, lakini mi ni mtoto niliyebaki kwenye familia, lazima nisikilizwe. Wewe um, ni mtu ambaye uko kwenye maisha mazuri. Mtoto naongea nini? Ule mama na kadakia ulinisaidia ukukaa kule jikoni, unajua nilipe na mimi basi, kwa kazi niliyoifanya yote. Ni njia za kutaka kumrusha pesa ambazo binti anadai, anasema familia yetu ni familia kimaskini sana oh, lakini Mungu ametujalia kuo na ufahamu no. We no, unaongea sikiliza, sinandusha pesa yangu leo. Sasa nakwenda mbele za haki na itajulikana tu, kama kuna watu watasikiliza uongo wako. Bia ni mjasiri anajua pia kudai haki yake lakini binti asijue hana hatima kubwa. Sasa princess alimuita mfanikio kujua mtoto na kokaa alimtuma brigadi wake moja. Anasema binti bwana anafanya kazi. Mtoto anakuwa? Nimejaribu kumtafuta familia yake ni kama hana familia. Ila nimeacha message katika mitaa mbalimbali na tutapata habari zake hivi karibuni. Anasema simu ile ni tuongsuruguri. Kwa Yes, aikika kwa mara nyingi ndio amekuwa wakifanya kazi, anasema binti ana hatima kubwa sana na ni hatima ya taifa. Itabidi nijifanye na mimi ni kama nijigeuze kuwa kama wale makahaba ili nipate nafasi ya kumpata mtoto, maana binti nasikia wakati mwingine ushiriki biashara za kuuza pombe na ili kujipatia riziki ilti sasa bibi anamtafuta kwa sababu fulani ya hatima ya taifa, tutajua zaidi baadaye. Wakati huko, jamaa iko zake, anasoma mjini, amekuja kwa deli, watu wanakusanya pesa, yaani anapata ya hela, wanaingiza hela kweli kweli, yaani watu wanaingia hapo, wanatabiriwa, pesa zinaingia chochote, njoo ina tarajia wanasimida hizo hujakuchukua lakini pia tunakuja kwa enguyu enguyu, naye anamtafuta chujo mpaka leo anataka ajue kama amekufa au ni maiti yake, ajue kama anamtafuta mtu ambaye tayari yupo hapa katika mji huu. Mtafuteni huyo mtu, ni mtu anayejua kusoma utabiri. <laughs> so, sasa hivi ni mtu mkubwa, ni lieutenant cheo kikubwa tu. Leo katika watu wale watu walikuwa wakiunga mstari, bwana akajikuta akakutana Geumo tena. Mzee, kimekuleta hapa nini? Kimekuleta hapa nao ni mtu mkubwa bwana. Tena mtu wa heshima. Anaga kroke yoma ta kutulani. Sikuweza kusikia kitu chochote kutoka ukoko, lakini baada ya kujua kuna haya, nimebidi nije. Nilikuwa nimetamani muda mrefu nipate kukuona. Toka ile siku tulipoachana usiku kwenye masuala ya kamari. Sasa nataka ni atabiriwe. Ambiwa <tuh> hatima yake. Sasa unaona nini bwana? Unaona utajiri kwenye mikono yangu? Na. Eh? Oh, Balonun pyamanage. Unaziona siku nzuri zangu za kufa? Nsanga ntumia ngorangi sana. Kicheke ki sura, mzee anajua, mzee ana uso wa chui. Ana macho ya chui. Anaona gizani. Yaani mtu anaweza kuona vilivyofichwa. Bani. Sasa bwana, Naona <laughs> eh? yeah. Na macho ya chui ndani yako, ni mtu naona sana tagizani muda, lakini ikizunguka kuna kule, naona kama vile hakuna kitu au nani zomea? Anasema future yako imezungukwa na mama kubwa sana, lakini mwisho wa siku itakuingiza kwenye tabu sana. Kama utakuwa ni mwongeaji, inabidi ujifunze kuacha kuongea ongea. Wewe umekuja kuni, kunisodoa hapa, umekuja kunitabiria? Anasema hapana, una sababu ya kuwa na siri. Una kitu kikubwa kupunguza kuwa mwongeaji maana ukiendelea kuongeongea hivi kwa siku utakufa. Ili kurikimu vipionamida. Naogopa kuzungumza kilichoko ndani yako kwa sana jua ni kikubwa sana na kitakuletea shida. Ila tu nikuonye punguza kuongeongea. Na kuuliza hivi yeah, wewe una una unasoma future mtu hapa au wewe ni pumbavu nini? Chiriani jo. Anasema mzee, upasi kuwa na hasira. Huo ndio ukweli. Naso kila kitu nachokiona napaswa kukisema vingine kwa na vinyamazia kwa faida yako mwenyewe. Hmm. Sasa geumo ni muuni, msomi huyu. Hmm. Unanichezea? Vairondis eh? Rashimnika. Kama mzee umefuata nini hapa? Kwa sababu bila shaka anaonyesha ujaja kusomea wanyota hapa. Kuna kitu umefuata za zaidi. Hmm. <laughs> Kuse. Pengine Uh, naanza kuamini uhusiano wangu mi na wewe au pengine sivyo anyway. Kwani unaigiza kwa namna hiyo wakati huu? Sasa mi ngoja nikupe, nikutabirie bahati. Kuna mtu atakuja kukutafuta wewe na, kuzungumza na wewe jitahidi kutafuta maneno matamu ya kuzungumza naye, chagua maneno sahihi ya kuzungumza naye ya hekima, lasifi na wewe atakuletea matatizo <laughs> amekutana wa <laughs> <laughs> wajanja <We> wawili <laughs> ah, wote wakali <laughs> Basi Geomu akaondoka zake, anaonekana kama taira taira, mtekecheshari yuko tu lakini ni mashi ni mtu wa mfalme mbaye wana uchungwa rei taifa mbalo na kupotea watu wakaanza kusema mtu suna mjua ya mwena mtu anaitwa Hong Seng Gang, huyu ni mtu wa mfalme, kwa taarifa yako kama ujui. So, na marazo kuna kuna wasoma nyota wawili walisha uawa, walikufa, baadae akawatabiria wakafa. Kwa hiyo mtu ambaye pia ukimwona uh, amekuja kwako unaanza kujiandaa mapema. Oh, ujia tu kama do di. Akawa anapewa sifa za mtu huyu sasa. Hong Chengao. Haya sasa. Basi. Hizo ndizo taarifa zake. Bado tunaendelea mbele katika sehemu ya kumi na tano. Ilikuwa ni kumi na nne, bado tunaendelea mbele. Kumi na tano inafuata hii hapa.